Mtazamaji, na hayo yalipokuwa yakijiri, na mahakama kuu leo imefutilia mbali uamuzi wa serikali wa kuweka matangazo yote ya redio na televisheni kwa shirika la utangazaji la Kenya la KBC pekee. Katika uamuzi wa wake, jaji Lawrence Mugambi amesema agizo hilo ambalo lilitolewa na katibu wa wizara na aliyekuwa katibu wa wizara ya mawasiliano anayeondoka, Edward Kisiangani, ni kinyume na katiba. Brenda Wanga anaarifu kuhusu mvutano huu wa ukiritimba wa matangazo ya serikali. No the, the just... muda wa Profesa Edward Kisiangani kama katibu katika wizara ya habari umekamilika. Hayo yanajiri huku mahakama kuu ikibatilisha mojawapo ya maagizo yake yenye utata. Mnamo Machi mwaka 2024, Kisiangani alitoa amri ya kuzuia wizara na mashirika yote ya serikali kuweka matangazo kwenye runinga na redio nyingine isipokuwa shirika la utangazaji la serikali KBC. Katika siku ambayo anaondoka katika wadhifa wake, mahakama kuu imetupilia mbali agizo hilo. Jaji Lawrence Mugambi alisema uamuzi wa serikali ulifanywa kinyume na katiba kwenye vifungu vya kumi na ishirini na saba ambavyo vinasisitiza kuzingatiwa kanuni za utawala bora na kutobagua. Vile vile, Jaji alisema kuzuia matangazo kwa mashirika mengine ya habari ilikuwa ni hujma na uvunjaji wa haki za wanahabari. Agizo hilo limetangazwa kuwa kinyume na katiba. Kisiangani alikuwa ametetea amri hiyo akisema ilinuia kufufua na kubadilisha hadhi ya shirika la KBC, lakini wahusika wengine ndani na nje ya tasnia hiyo walikosoa uamuzi wake. Chama cha wanasheria nchini kile cha wanahariri wa Kenya na muungano wa wanahabari wa Kenya walipinga amri hiyo mahakamani. Jaji Mugambi aliongezea kuwa Kisiangani alijitwika mamlaka ya sio yake huku akisisitiza kuwa uamuzi kama huo ungeweza tu kufanywa kihalali na waziri wa fedha, kwa hivyo agizo hilo halikuwa halali. Kabla ya uamuzi huo, Kisiangani aligonga vichwa vya habari siku za hivi karibuni kuhusu maagizo yake mengine. Wiki iliyopita aliagiza Wizara ya Kilimo kutofanya kazi na kampuni ya Standard Media katika uzinguzi wa kampeni ya unyunyuzi maji. Kisiangani amehamishwa kutoka Wizara ya Mawasiliano kama katibu na kuteuliwa mmoja wa washauri wa rais katika masuala ya uchumi. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.